Rais wa Madagaskar, Andry Rajoelina, ambaye hajaonekana tangu wiki iliyopita, sasa amethibitisha mwenyewe kuwa amejihifadhi mahali salama baada ya jaribio lililotaka kumuua kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kutaka ajiuzulu. Katika matangazo ya moja kwa moja kwa taifa la Madagaskar, Rajoelina amesema kundi la wanajeshi na wanasiasa walipanga kuniua. Hajafichua eneo alilopo, lakini ripoti ambazo hazijathibitishwa Awali zilidokeza kwamba alitoroka nchini kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Hayo yanajiri kufuatia wiki mbili za maandamano ya nchi nzima, hasa yakiongozwa na waandamanaji vijana wenye lengo la kumfukuza na kumtoa kabisa madarakani. Jaribio la kuwatuliza waandamanaji vijana walioitwa Jenzi Mada lilifeli na kupelekea Rais Rajoelina kuifuta serikali yake yote na kufanya makubaliano mengine bila mafanikio. Hatimaye, katika matangazo ya Facebook, Rajoelina alisema tangu Septemba ishirini na tano kumekuwa na majaribio ya kutaka kupoteza maisha yangu na majaribio ya mapinduzi. Kundi la wanajeshi na wanasiasa walipanga kuniua, nimelazimika kutafuta mahali salama ili kulinda maisha yangu. Rajoelina aliongeza kusema kuna njia moja tu ya kutatua masuala haya, njia hiyo ni kuheshimu katiba inayotumika nchini. Mwishoni mwa juma, Kapsat, kitengo cha jeshi kilichosaidia kumweka Rajweli Rajoelina madarakani mwaka elfu mbili na tisa, kilianza kumdhoofisha kwa kujitangaza kuwa kiongozi wa majeshi yote huku baadhi ya maafisa wake wakiungana na waandamanaji katika mitaa ya mji mkuu Antananarivo Kufuatia mkutano wa makamanda wa kijeshi siku ya Oktoba 13 2025, mkuu mpya wa majeshi aliyewekwa na Kapsat Jenerali Demothin Kipulas aliuhakikishia umma kwamba vikosi vya usalama vinashirikiana kudumisha utulivu katika taifa hilo. Kufikia Jumatatu jioni, Oktoba 13 2025, jenerali huyo alikuwa katika makao makuu ya televisheni ya serikali akijaribu kusuluhisha maandamano hayo. Hayo ni kulingana na taarifa kutoka kwa rais. Akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina, kiongozi mkuu katika chama kikuu cha upinzani nchini Madagaskar Tim aliiambia BBC kwamba Madagaskar sasa inasimamiwa vilivyo na kitengo cha jeshi. Chama cha Tim pia kimesema kuwa kinapanga kuleta kesi ya kumwondoa Rajuelina na kuachia wadhifa wake kabisa. Licha ya kuwa na maliasili nyingi, Madagaskar ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani. Takriban asilimia sabini na tano ya watu huko Madagaskar wanaishi katika umaskini, benki ya dunia imesema. Data kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF zinaonyesha theluthi moja tu ya watu wa Madagaskar ndiyo wanapata umeme. Maandamano hayo yalianza kutokana na hasira za kukatwa mara kwa mara kwa maji na umeme, kisha yakaongezeka kuakisi kutoridhika zaidi na serikali ya Rajoelina juu ya ukosefu mkubwa wa ajira, rushwa na kuongezeka kwa gharama ya maisha. Takribani watu ishirini na wawili waliuawa na zaidi ya mia moja kujeruhiwa katika siku chache za kwanza za maandamano kulingana na takwimu zilizotolewa na Umoja wa Mataifa, ingawa serikali ya Madagaskar imekataa takwimu hizo. Walioshuhudia wanaeleza kuwa maafisa wa usalama waliwafyatulia risasi waandamanaji, huku katika kisa cha kusikitisha kilionyesha mtoto mchanga akifariki kutokana na kuvuta moshi baada ya kupigwa na gesi ya machozi. Madagaskar imekumbwa na machafuko mengi tangu ilipopata uhuru mwaka elfu moja mia tisa sitini yakiwemo maandamano makubwa mwaka elfu mbili na tisa ambayo yalimlazimu rais wa wakati huo Maki Ravalomanana kuachia ngazi na Rajoelina kuingia madarakani akiwa na umri wa miaka thelathini na minne tu. Kwa wakati huo Rajoelina alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika, akitawala kwa miaka minne kisha akarejea tena madarakani baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili kumi na nane. Rajoelina alizaliwa katika utajiri na kabla ya kuingia kwenye siasa alijijengea jina kama mjasiriamali na DJ, baada ya kuanzisha kituo cha redio na makampuni ya matangazo. Lakini mvuto wake, unaosifika kuwa rais mwenye sura nzuri na uso wa mtoto, ulipungua upesi, kwani madai ya ufisadi yaliyokita mizizi yalizidi kumchafua. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.